Sasa haikuchukua muda sana, ikatulia. Ilipotulia ikasikia kelele, huku watu wanapiga kelele, kabidi tutoke kule tulipokuwa tumejikinga, tukaja hapa kwenye tukio, tukakuta tayari hili kanisa limeshadondoka. Kwa ndani pale kulikuwa na mama ameshafariki tayari. Ujenzi wao, kwanza walijenga, baadaye walipomaliza kujenga, afu baadaye kwa kupaua, walikuwa na paua na paua sehemu wanaacha mpaka sasa hivi bado walikuwa bado hawajamaliza kupaua. Ulipokuja sasa, ikawa ni vurugu watu, yani ukuta ukaanza kuanguka, tukakoswa namna ya kutoka. Sasa watu ikawa ni kuangukiana, ila yote kwa yote tunashukuru Mungu tuliweza kutoka, japo tulikuwa na majeraha. kaanza kuyumba ilipoanza kuyumba tofali sasa zikaanza kumwagika hivyo hivyo, watu wengine walikuwa nje, lakini mimi nilikuwa hapo mlangoni nikapigwa nani ile tofali kwenye kichwa na, na kwenye sikio la, la, la tatu sasa mgongoni, nikaanguka. Kwa hiyo jumla ya vifo ni vitatu na majeruhi kumi, majeruhi tulionao hapa hospitalini. Kwa sasa wamebakia majeruhi watano ambao kati ya majeruhi hao wote wanaendelea vizuri, na wengine waliweza kuruhusiwa jana, lakini mmoja wa majeruhi hao aliweza kuumia kwenye mifupa ya kwenye nyonga, ambapo alikuwa hawezi kusimama wala ku, kunyanyuka wala kusimama.